Jina yangu naitwa Goodluck Mwele, mwenyekiti wa mtaa wa Bangulo kata Pugu Stesheni. E, kwa kweli kulingana na mazingira yalivyo kwa sasa hali ya miundombinu ya barabara siyo e, rafiki sana, kulingana na mvua zilizonyesha zimekata asilimia kubwa sana mawasiliano, na asi kilinganisho kwamba mtaa wa Bangulo asilimia kubwa hauna barabara za kutoka na kuingia, kwa hiyo kwa asilimia kubwa sana zile ambazo tulikuwa tumerekebisha E, tayari zimeshakwisha katika baadhi ya, ya hizo barabara lakini ziko juhudi na mipango ambayo serikali inazifanya kupitia halmashauri e, na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi wanafuatilia kwaona serikali inafanya nini kwao na sisi huku tume kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani mbunge tuhakisha kwamba kupitia uongozi wa TARURA angalau barabara sasa baada hii mvua kukatika ziweze kufanyiwa maboresho ziweze kupitika kwa maeneo mengi, lakini pia tunazo miradi ya barabara ya lami ambayo kilomita kilometa moja, pointi tano, kutoka pale kwa masatu kuja mwembe supu mpaka barabara inakuja kuingia kwenye kweye mtaa Bangulo, ambao inatoka kwenye mfuko wa uh, TAMISEMI ambao fungu lake tayari tumesha kisha mkandarasi tayari na kinachosubiriwa ni mvua zikatika aanze ujenzi, lakini tunao miradi ya barabara DMDP awamu ya pili serikali inaendelea kutengeneza mpango kazi na, na, adiwani, mkakati, kwa Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa diwani wanaendelea mkakati kuhakikisha kwamba baada ya mvua sasa katika, ili wakandarasi waingie saiti kuweza kuweka mambo sawa. Naamini wananchi watafurahia kwamba tunaamini mwaka huu, e, utakuwa ni edha kwa kupunguza au kuondoa kabisa kero ya barabara katika maeneo yetu hasa hizi barabara za kuingia na kutoka. Mto Msimbazi umekuwa ni kero kwa baadhi ya jamii siku za nyuma, kuna baadhi ya watu wamepoteza maisha kutokana na ulo mto, labda wito wako ni nini sasa, kwa wakazi hasa watoto wa shule ambapo wanapoenda shule na kurudi? miradi yetu ya ya barabara ya DMDP awamu ya pili ambayo tayari kuna daraja inaojengwa Mto Msimbazi pale, lakini pia kushira na mweshimua diwani na mbunge, tuendelea kuzungumza na wenzetu watazama pipeline ambao walitusaidia kujenga kile kivuko cha daraja la chuma, tukiwa mheshimiwa diwani diani kipindiie mwaka e1 na, na uh, ili pale ambao palipakatika, hii tazama kama pipeline waweze kumalizia ili wananchi waendelee kupitika. Wito wangu kwa, kwa jamii ya mtaa wa banguna na wananchi kwa ujumla kwa wale ambao wanaishi katika mazingira mabonde tuheshimu na kufata taratibu kwa mujibu wa sheria, yako maeneo ambayo kweli ni hatarishi, basi wahame kwa muda, angalie sehemu ambayo ni salama, ili angalau baada ya mvua wakuisha watarejea. Lakini pia serikali pia kupitia Benki ya Dunia wanao mpango wa kupitisha katika eneo la Mto Msimbazi, ili kuhamisha sasa, ili eneo la bonde, watu wasikae katika eneo la Mto Msimbazi wasiishi, lakini bado pia E, na wanafunzi wanaosoma mashuleni tuendelee kuangalia namna ambayo itakuwa ni bora zaidi, kama kutokana na mazingira wazazi wasiwache watoto wakaenda peke yao, basi kuwe na uangalifu kwa wale watoto wadogo ili wasije kaleta madhara zaidi katika mto Msimbazi. Kwa majina anaitwa Shabani Musa, kama ulivyosema, ndo diwani wa kata hii ya Pugu Station, na kwanza niwapongeze kutembelea kata yetu na kuangalia miundombinu mbalimbali kwenye kata e, si tu changamoto ya miundombinu kata hii baada ya uchaguzi elfu mbili na ishirini, tuliweza kuahidi wananchi kuwaletea maendeleo. Jambo mm, la kwanza kulikuwa kuna shida kubwa kwenye upande wa elimu msingi. Mtaa wa Bangulo tulikuwa na shule moja tu ambayo ilikuwa na watoto takribani elfu tatu mia mbili na kitu, lakini kwa kupitia vikao, kwa ushirikiano mzuri wa Mheshimiwa mbunge na Mstahiki Meya tumefanikiwa kuongeza shule za msingi mbili mpya. Utaona, ukiangalia jiografia yake kule juu mlimani watoto walikuwa wanakuja huku chini, kwa sasa wanasoma kule juu. Kwa hiyo kwenye elimu msingi tumesha litimiza hilo. Kilichobakia sasa hivi tu tunapambana na taaluma ili shule iweze kuperform vizuri. Tuelezee katika hali ya miundombinu ikoje sasa? E, kwenye miundombinu ya barabara kata hii haina hata mita mbili au tatu ya lami, lakini kwa kupitia serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano mzuri kabisa na mheshimiwa mbunge tumeshatenga bajeti ya ujenzi wa barabara ambao bajeti hiyo kwa mradi huu wa kwanza utaanza kilomita moja kutoka eneo la Mwembe Supu kuja hapa kwa Pepeteka kuelekea maeneo ya Mwembe Kiboko ambao mradi huu mheshimiwa mbunge alipambana kuhakikisha tunapata huo mradi kwao. Wananchi wetu watulie, na wao watulivu, serikali yao inafanya kazi kuleta maendeleo. Halmashauri yetu pia imetenga fedha ya kujenga ki, kama mita mia nne kutoka pale kwa Pepeteka kuja hadi eneo hili la CCM hapa. Barabara nyingine ya tatu ni ile ya kutoka kona ya Mnadani kuja Bangulo kwa damu kuja CCM hadi kwenda Kifulu ambayo hii barabara ni kiunganishi kati ya kata mbili kati ya Kinyerezi Bangulo pamoja na kuelekea Pugu Kajungeni. Kwa wananchi wetu tuna muda mchache wa kuvumilia hizi shida zilizopo. Baada ya hapo hali itakuwa ni nzuri sana ya miundombinu ya barabara. Kwa zinanyesha barabara kama nilivyozungumza kwamba ni mbovu, lakini baadaye zitatengenezwa. Unaitoa gani kwa walezi na wazazi kuhusiana na watoto wa shule ambapo mara nyingi wanatembea katika hizo barabara? Hmm, swali zuri nah. Jambo la kwanza, kwa kushirikiana na ofisi ya serikali ya mtaa, tunaendelea kuwapa elimu wananchi wetu ni jinsi gani wanaweza wakaishi au wakajenga umbali gani kutoka kwenye mto wetu Msimbazi, kwa sababu mto Msimbazi ni mto mtambuka ambao unatambulika kwa kipindi chote. Kwa hiyo elimu hiyo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Goodluck Mwele anaitoa mara kwa mara pia tumejipanga kutengeza zile zoni za kuwafikia na kuwaelimisha vizuri, kwa asali tazoweza kuwakuta kwa sababu serikali yetu bahati nzuri, ili eneo imeshalirasimisha na imetenga kabisa kuwa mwisho wa ujenzi ni eneo hili kwena upande wa watoto wetu tunapoenda kwenye hizi shule tunajaribu kukaa vikao na wazazi kwa ujumla. Jambo la kwanza mzazi awe karibu na mwanaye katika kumfatilia kimasomo, lakini kumfatilia pia akielekea maeneo ya shule. Kutokana na miundombinu yetu vibaya, wapo wanaovuka kwenda mto Msimbazi kupanda treni na wapo ambao wanasoma hapa karibu. Kwa hiyo serikali yetu, kutokana na mtu ule tayari imetenga bajeti kwa kushirikiana na benki yetu ya dunia kujenga mto Msimbazi kutokea huko Kisarawe ambao utapita Pugu hadi kuelekea Jangwani. Kwa hiyo tutegemee mabadiliko mazuri na miundombinu mizuri ya ule mtu Msimbazi. Mwisho mheshimiwa diwani, aa, tumekupata leo tumalize yote. Kuna msitu kazi Mzungwe, ambapo uko karibu na wewe. Huo msitu mara kwa mara wanafanyiwa mambo si, si ya kisalama zaidi na baadhi ya maiti huwa zinatupa mle. Kuna kipindi ambacho viongozi walihitaji wa eneo lile serikali wapeni nyie ili kufanya eneo la kijamii mjenge shule na kadhalika. Kwanza kata hii ya Pugu Stesheni ni kata ambayo imepakana na wilaya jirani ya Kisarawe na mpaka wetu ni hifadhi iliyopo hapo. Kwa hiyo kuna kipande ambacho kipo ndani ya kwetu, lakini barabara imepita katikati. E, uhalifu mdogo mdogo unatokea, lakini kwa kutumia jeshi letu la polisi, wako imara, huwa wanajaribu kudhibiti sana. Lakini yapo mawazo tumejaribu kuwasilisha kwenye serikali yetu, na kwa imani yangu tayari ameshachukuliwa hatua mimi ni kushukuru mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa serikali ya mitaa ya Bangulo kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ripoti katika eneo hili simu nyingine ni maiko mara nyingi WEMU ON TV